Pasasa, kwa sasa si ajabu kuwakuta mashabiki wa soka nchini wakilitaja jina lake licha ya ushabiki wa klabu yake, lakini wengi wamebaki kusema, huyu jamaa anajua boli. Eli Mpanzu, Mpanzu Eli, Eli Mpanzu Eli. Eli ni Eli Mpanzu kibisa, wala anawanyanyua mashabiki wa Simba Eli Mpanzu. Kiungo mshambuliaji kutoka DR Congo mwenye umri wa miaka 22 alijiunga na, na Simba Sports Club msimu wa mwaka 2024-2025 baada ya mchakato mrefu wa usajili akitokea AS Vita Club ya DR Congo. Na sasa mgongoni mwake ni jezi nambari 34 kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kwa mkataba wa miaka miwili. Moja ya sifa yake kubwa ni uwezo wa kukimbia na mpira anayeweza kupiga chenga na kutumia miguu yote miwili. Hili pia lilithibitika pale dimba la Mkapa katika mchezo kati ya Simba na Azam FC, ambapo Simba waliruhusu bao la mapema na baadaye Elie Mpanzu akaweka mzani sawa dakika 25 simu yote, anawanyanyua tena maelfu ya mashabiki wa Simba Sports Fasi ya Kinshasa, kutoka Kinshasa DRC. Eli Mpanzu, Mr MVP wa Coupe du Congo ndani ya Dar es Salaam. Kiwango chake kimemsababisha meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali kumpachika jina jipya. La Volcano. Mpanzu ameonyesha kujivunia kuvaa jezi ya Simba Sports Club na ameahidi kutoa mchango mkubwa kwa mafanikio ya timu ambapo amejiunga na wachezaji wengine wa kimataifa kama Jean Charles Ahoua, Stephen Mukwala na Deborah Fernandez huku akiwa na matumaini ya kuleta mafanikio makubwa kwa Simba. Hadi sasa amecheza mechi tatu za kimataifa za CAF Confederation Cup akiwa na mchango mkubwa katika safu ya ushambuliaji ya timu. Kwa sasa Simba Sports Club inaendelea na michuano ya CAF katika kombe la shirikisho barani Afrika na Mpanzu anatarajiwa kuwa sehemu muhimu ya safu ya ushambuliaji katika mechi zijazo. Hii inasalia kuwa ni furaha kwa wana Simba kuwa na mchezaji huyo ambaye amekuwa na utashi wa kujituma hasa pale timu inavyosaka ushindi wa mabao mengi. Simba ya msimu ujao inataraji kujengwa kwa kumzunguka mkongomani huyo Elie Mpanzu, Elie Mpanzu Kamia, Elie Mpanzu, huyo ndiye Elie Mpanzu kibisa wala